Ni makala ambayo nataka kuyapeperusha ni ya wenu Seth, ambacho naomba ni kwamba mnipe masikio. Naomba wazazi wote mnipe masikio siku ya leo, ama jioni ya leo, ni Ijumaa. Haya basi taka kuyapeperusha haya makala, yanawaendea wazazi wote hivi sasa. Wazazi, ninachotaka kuongea ni hiki, ama maneno ninayoyahitaji ama yataka kuongea ni haya, naomba mnisikize na mnisikize vizuri. Maanake ni awamu ya tushauriane. Hii ni awamu ya tushauriane na tukishauriana, hakika tutapata manufaa katika hii awamu. Haya basi, nimeanza. Kwa vile wanafunzi wamefunga shule, wamerudi nyumbani wazazi, ni wajibu wenu sasa kuwaangalia, kuwachunga na kuwafanikisha katika malengo yao hapo kesho ama maisha yao ya hapo baadaye. Haya basi, ninachojaribu kuongea ni hiki. Kuna baadhi ya wazazi ambao wametelekeza maju, majukumu yao, wametelekeza majukumu yao kana kwamba wameachia wale wafanyikazi wa nyumba kazi zao. Sasa mfanyikazi wa nyumba atafanya kazi yake ya nyumba lakini hawezi funza mtoto wako nidhamu, hawezi badilisha maadili ya mtoto wako. Ninachokuomba mzazi, kama wewe ni mzazi tafadhali, tulee hiki kizazi kijacho, kiwe kizazi chenye maadili, kiwe kizazi chenye manufaa kiwe kizazi chenye maendeleo. Angalia mu, angalia sasa hivi, kizazi hiki ambacho kiko sasa hivi ni kizazi ambacho kimepotoka. Ukiangalia mambo yenye yanaendelea katika ulimwengu huu ama katika nchi hii yetu ya Kenya, kwa hakika hiki kizazi kimepotoka. Maana yake, kitu cha kwanza mtoto ama mtu mzima ambaye ako katika kizazi hiki cha sasa, kizazi cha karne hii ya ishirini na moja, cha kwanza kimepoteza utu. Watu wanauana ovyo ovyo, mtu hataki kujua mwenzake ako na haki ya kuishi nikana kwamba yeye ndiye alimleta katika hii dunia. Kizazi hiki cha karne ishirini na moja, watu hawajui dhamana ya uzima ama ya uhai. Mtu anaona tu mwingine kama ni mboga za kukatakata ama ni mnyama wa kuchinja. Afadhali wazazi, hiki kizazi, hiki kizazi kinachokuja naomba mkilee kulingana na maadili maadili ya jamii na, na kidini pia. Ninachojaribu kusema wazazi, msiachia wana wenu wafanyakazi wa nyumi. Wafanyikazi wa nyumba wanatekeleza wajibu wao, wanatekeleza wajibu wao, wajibu wao wa nyumba, lakini hawatekelezi ama hawawezi tekeleza maadili na tabia na mienendo ya wana wenu. Tafadhali wazazi, walimu wamefanya yao ni zamu yenu kufanya yenu. Maanake unapata mtoto amefikia umri wa miaka kumi na, ama tunasema katika kimombo, teenager, hana heshima, amepotoka mbele ya wazazi, mbele ya kila mmoja ambaye anamzidi umri, hana ile heshima, hana ile nidhamu. Tafadhali wazazi, tutekeleze wajibu wetu na waomba, mkipenda tulee kizazi kichacho salama, na baadaye tutapata manufaa na mafanikio. Asanteni, ni mimi wenu Seth ambaye nimepeperisha makala haya. Kwa mengi zaidi, mtayapata pale YouTube mkinifuatilia.